Awali sasa ni udondozi wa magazeti ambapo tunaangalia yale yaliyopewa uzito wa juu na wahariri wa magazeti ambayo tayari yako hapa mezani kwetu, na naanza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari. Habari kubwa kabisa linaandika: wabunge wasema viwanda bila kilimo havipo, wataka bajeti iongezwe utafiti katika kilimo uimarishwe wapongeza serikali kuondoa tozo mia moja na nane kwa mazao ya wakulima. Habari nyingine inasema mzazi mtoto ajali ya fuso waishukuru TSN, ni kampuni ya magazeti ya serikali, ni kwa kumsaidia baada ya kupata ajali ya lori ambayo ilimsababishia ili majeraha ya ubongo na kichwa chake. Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine, linaandika ah, waziri apiga dili, asaidia kampuni rafiki ishinde zabuni nono, zisizo bodi ya makandarasi zajitwalia mabilioni. Uongozi REA wajitetea, warusha mpira, anaonekana mkurugenzi mkuu wa REA Pakisima Nyamohanga. Haya ah, yeah. yeah. habari nyingine inaandika utajiri mhasibu TAKUKURU wameainisha hapa vipengele kumi na mbili vya utajiri wake. Moja hapo ni kusome kama viwili tu ama vitatu: nyumba nne za gorofa moja zilizoko kiwanja namba sitini na nne Kitarubi Ununio Kinondoni, nyumba tatu za gorofa moja zilizoko kiwanja namba mia moja hamsini kitalu namba nane Bunjo Kinondoni, nyumba zilizoko kwenye kiwanja namba mia mbili ishirini na tano kitaru sita Mbweni JKT Kinondoni, nyumba zilizoko kwenye kiwanja namba sitini na mbili na sitini na tatu si Kinondoni. nyumba <coughs> zinaendelea mpaka kumi na mbili. Haya, jaji mjulizi utata mtupu. Uhuru ukweli daima linaandika e, viongozi DAWASCO matatani. Haya, habari ukurasa wa 4. Haya, mauaji Kibiti yana harufu ya kisiasa makonda atemanyomo fikira ya kinifu lenyewe linaandika Mtanzania. Ndio fikira ya kinifu hilo. Mauaji Kibiti ya umiza kichwa. Haya, habari nyingine nasema, mzimu wa rambi rambi za Gambo waibukia Bungeni. Mwelekeo, Lowassa afyekwa, ndivyo linavyoandika gazeti hilo. Bashite yamfika shingoni ndani hotuba ya bajeti ya wizara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Aye, hofu ya mayai ya kemikali ya tanda. Sauti ya Watu, Tanzania Daima, rambirambi yageuka laana. Polisi wazuia milioni 18 wabunge wapinga michango yao kupangiwa matumizi mengine. Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu chasema mauaji Kibiti ni ugaidi. Haya, vipimo mtoto mnywa mafuta sukari. Leo Majira: mauaji Rufiji Kibiti, JWTZ watakiwa kuingilia kati, wananchi washauri ifanyike operesheni maalum ya kijeshi kuleta utulivu. Haya, JPM awafunda viongozi jumuiya ya Afrika Mashariki. Haya, mamlaka mapato Tanzania, TRA wasiolipa wa kodi ya majengo lenyewe, Daily News. Daily News linaandika kwamba mwisho wa aibu, fistula inatibika. Haya, kuna habari nyingine pale kwenye hiyo picha, hiyo picha na kusomea baadaye, lakini chini ya hiyo picha kuna habari iungeni mkono jamani, serikali ni katika mipango yake ya uchumi. Wito huo kwa umma umetolewa na makamu wa rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pichani kule naweza kusema abiria na magari wakiingia ndani ya kivuko kipya cha MV Kazi kikijaribiwa kwa mara ya kwanza kabisa kutoka Kigamboni kwenda Magogoni. Kivuko hicho cha tani 170 kimejengwa kwa shilingi bilioni 7.3. Haya, twende kurasa za michezo, tunaanza na gazeti hilo hilo la Daily News Gazeti hilo la Daily News lenye linaandika kuhusiana na timu ya taifa ya soka ya vijana chini umri wa miaka 17 Serengeti Boys, lakini linaandika licha ya kutolewa timu hiyo imeonyesha matokeo chanya. Haya, wadhamini wa ligi kuu soka Tanzania Bara, kampuni ya simu za mkono na Vodacom, waelezea kuridhishwa kufurahishwa na ushindani katika ligi kuu hiyo iliyomalizika hivi karibuni, na imeahidi kuongeza zawadi msimu ujao. Majira, Majira, Majira, Majira, gazeti huru la kila siku. Vodacom kumwaga zawadi kwa washindi ligi kuu. Ayamsuva Musa wagaana kiatu cha dhahabu. Serengeti Boys ya mwaga machozi. Tanzania Daima lenye linaandika, Vodacom kumwaga zawadi washindi VPL, Serengeti Boys kujipanga upya, mwelekeo Yanga chini ya maji inapiga hatua imeandika katika mtindo wa kuuliza Mtanzania Kamusoko ngoma. Habari nyingine Yanga. Aya, Diamond anasema 20%, akihitaji kusaidiwa, nitamsaidia. Aya, kuna kibonzo hapa, mdada mtu mzima kidogo hulu, lakini amevaa uniform aya. Ana- anamwambia jamaa, sihitaji mpenzi. Jamaa anamjibu kwa nini uhitaji mpenzi? mliwote huo, jamani, haya <coughs> dada anaendelea, nina ndoto ya kusoma hadi chuo kikuu. Jamaa anachomjibu sasa, kama una ndoto ya kusoma hadi chuo kikuu, kwani mimi nitakuamsha usiote? <coughs> <laughs> kazi kweli kwelikweli. Jamaa mnapokuwa mnatoa hoja angalieni eni na, na, na hoja zenu ziz zikapingwa kwa hoja. Haya vile, vile. Uhuru wandamina kufunua wa kikosi ndio navyoandika gazeti ya Uhuru. Haya, Mayanja atumbua jipu uwe ni kocha msaidizi wa, wa Simba Jackson Mayanja. Yanga Yanga kumpeleka mwali wao Bungeni. Haya tendeleza gazeti la Jamhuri serengeti boys mbele kwa mbele safi kabisa. Ah, Habari Leo linaandika Simba ya ipania mbao ni timu, wakati mwingine inageukaga na kuwa chuma. Hii BFT washindwa kupeleka mabondia ndondi Afrika. Tumalizie na gazeti mahususi kwa ajili ya habari za michezo ah, Yanga waipiga kijembe Simba wadai watani wao hao oh. Waliwachandikia jamvi wao wakajibebea mwali kiulaini, ndivyo linavyoandika gazeti la Bingwa. Aya, Simba Sports Club yaimaliza mbao faster. Aya, mashabiki Man United wakumbwa hofu dehea kuondoka Mtajinyu, ndivyo linavyoandika gazeti hii ukurasa wake wa mwisho. Ronaldo avijibu vyombo vya vyo vyo habari na kuna nukuu yake hapa. Ronaldo alifunga bao la kwanza Madrid ilipoilaza malaha mbili kwa bila siku ya kufunga msimu, ambapo desh desh desh desh. Haya, Terry amwagia sifa Abramovich, miliki wa the blues. Aya, mashabiki maniu wakumbwa hofu de hair wakumbwa hofu de hair kuondoka. Haya, kuna kibonzo kitamwagi taangalia, mziki huo unaokuja hapa, jamaa wako ulingoni, lakini sasa maumbo maumbo ma ya wa, wapiganaji hao wawili, yani kwa kweli ni kama sisimizi na tembo, ana bajaji na fuso. Haya, huyu mwenye kimwili kidogo kidogo kama kisisimizi ama kibajaji anamtishia jamaa mwenye mwili mkubwa kama fuso, anamwambia kama hujawahi kutekwa we niguse uone, ndiyo kimkwara huo afu jamaa mwenye jimwili kubwa Show, temo, yani na mafuso yeah, ama tembo anamwambia huyo jamaa, yeye anajisemesha na yeye mwenyewe naona, ah, kabisa, kesi ya mauaji inanihusu. Haya, mtazamaji wa channel 10, ah, pale wanaelekea. Kwa wale wanaopenda kutazama ngumi, wa kabla ya kwanza utakuta mikwala mingi, afu na Bongo Cross na Meta, sasa ndio wanaelekea Bongo Cross, ndio jamaa kila mmoja anajisemesha na kutuliana mikwala hiyo. Mtazamaji wa channel 10, mpaka hapa mimi nahitimisha kipindi cha asubuhi njema shukrani kwa